Ilikuwa ni majira ya saa tano na dakika 40, katikati ya bahari ya Atlantic. Baridi ilikuwa ni kali sana na kiza kilikuwa ni kinene. Hakikusikika kitu chochote zaidi ya upepo uliotulia na mawimbi ya bahari. Ndani ya meli, matajiri hawakujua kuwa tayari malaika mtoa roho ndiye alikuwa ameshika usukani wa meli hiyo. Watu waliendelea kunywa na kulewa wakala na kusaza huku bendi ikipiga mziki mkubwa. Titanic ilisonga na safari yake, ikakatiza katikati ya maelfu ya vipande vya barafu vilivyokuwa vikelea baharini. Kapteni wa meli ya Titanic, mzee wa miaka 62, babu Edward Smith alikanyaga mafuta kweli, kweli. Siku hiyo bwana, meli ilikuwa inakimbia kwenye maji kwenye spidi yake ya mwisho kabisa. Wengi walimlaumu nahodha siku hiyo wanasema kwa nini alikimbiza meli kwa spidi ya mwisho wakati alikuwa akijua fika anakatiza kwenye eneo la hatari la miamba ya barafu ambayo ingeweza kuizamisha meli yake na kutoka kwenye rada. Kwa mara sita meli ilipokea taarifa za hatari na tahadhari kuwa wako eneo la hatari lenye miamba mikubwa ya barafu, lakini nahodha hakujali wala hakupunguza spidi, mwendo ukawa ni ule ule. Inaaminika mmiliki wa meli hiyo bwana Joseph Bruce Ismail, aliyekuwa amepagawa kwa furaha ya kushuhudia safari yake ya kwanza na Titanic, ndiye aliyekuwa akimpa kichwa nahodha kila saa, akimsisitiza kuongeza spidi. Kisha meli kakolea spidi kweli kweli, nahodha akaacha usukani akaingia ndani kwenda kulala, na kwa jinsi kulivyokuwa na baridi, labda kuna mtu alikuwa anamuwahi chumbani kwake. Lakini kumbe kulikuwa na uzembe mkubwa umefanyika hawakuwa na darubini kwa ajili ya kuangalia mbele waendako ili kuiona vyema njia yao na kama kuna hatari mbele basi wachukue tahadhari kabla ya kuifikia meli ya titanic siku hiyo ikawa inaenda kama kipofu bwana ambaye kazi yake ndiyo ilitakiwa kukaa na darubini na kuangalia njia alikuwa akiitwa Frederick Fleet alikuwa ni brazameni tu wa miaka 25 huyu bwana alipoteza funguo za kabati la darubini hivyo akaamua kujifanya mwamba mwenyewe na kutumia macho yake kuangalia ya njia ya Titanic katikati ya giza kinene cha Atlantic. Ghafla bin vu, blazameni huyu hakuamini alichokiona.